Naitwa Teresia Rafael Shirima, ni mkazi wa Iringa, ni mzazi wa mtoto mwenye ulemavu wa kichwa kikubwa. Kwa kweli tunashukuru sana siku hii ya leo kwa ufunguzi wa hiki chama cha Hashbati, maanake kitasaidia mambo mengi kuhusu watoto wetu, sana sana katika swala la afya, afya pamoja na malezi pia ya hawa watoto pamoja na kupeleka elimu vijijini kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto kwa sababu tunajua wako wengi, ni wengi hawa watoto, na baadhi ya hawa watoto wengi wamefichwa majumbani, lakini kwa kutumia hiki chama leo tulichokizindua hapa cha ASBAHT kitatusaidia kuwafichua hawa watoto, na hatimaye watakuwa hadharani, wataweza kupatiwa misaada ile inayokidhi kama elimu pamoja na mambo mengine ya bima za afya. Naitwa Zakayo Leonard Kisava kutoka mkoa wa Iringa e, wilaya ya Kilolo, kata ya Bomalang'ombe na kijiji cha Bomalang'ombe. Ni mzazi mwenye mtoto mwenye ulemavu wa kichwa kikubwa pamoja na gongo wazi e, binafsi nimependa sana kushukuru huduma hii ya e, ASBAHT kutufikia mkoa huu wa Iringa ni kwa muda mrefu sana tulikuwa tunatamani hiki kitu chama kitufikie, na Mungu alivyotubariki zaidi, nimechaguliwa kuwa kiongozi e, mojawapo kati ya watu ambao watatuwakilisha kwenye chama hiki nikiwa kama mtunza hazina. Kwa hiyo basi, kwa leo, kwa mara ya kwanza zaidi, tunatoa shukrani kwa chama hiki kitufikia. Tunaomba ushirikiano wa pamoja ili tuitende kazi hii ya kulea viumbe vya ambavyo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Ni kweli changamoto hizi zinatokea, na kwa hasa kwa wanaume walio wengi wana uwezo pia wa kutelekeza ndoa, na wanahisi labda kwa mila zilivyokuwa nyingi kwamba pengine ni mkosi ambao unakuwa umewatokea ndani ya familia zao, lakini sio hivyo. Hii ni mpango tu ya Mwenyezi Mungu ambaye ameamua ku E, kutengeneza haya yote yatokee okay. ASBAHT iliundwa mwaka 2001 ikiwa na jumla ya wazazi nane na miongoni mwa waasisi ni makamu mwenyekiti. Katika harakati za kuunda chama, alikuwa ni miongoni kati ya wale nane waliokuwa wakipambania harakati za kuunda chama cha ASBAHT. Uh, na ASBAHT ilisajiliwa kama CSO kwa mwaka 2003 Uh, maono hasa ya ASBAHT ni kuboresha maisha ya watu wote walio na kichwa kikubwa na mgongo wazi pamoja na familia zao. Malengo ya ASBAHT ni kuendeleza utetezi pamoja na kukuza uhamasishaji katika maeneo yote ya jamii ya watu wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi kuhusu sababu za kuzaliwa na tatizo hili, tiba na kinga kwa kutoa elimu ya uhamasishaji pamoja na kuwaunganisha kwenye matibabu na na huduma nyingine muhimu za kijamii kwa wenye uhitaji.